Karibu katika mwendelezo wa darasa za aqida somo la tauhidi zinazotoka katika kitabu cha hudh aqidataka min alkitabi wa sunna, tungali katika ukurasa nambari 19 wa kitabu hiki cha hudh aqidataka min alkitabi wa assunna. E, darasa hii ni mwendelezo wa anwani inayosema Uh, atawasulu inayozungumzia masala ya atawasul na mtu at, at, akitaka kujua maana ya atawasul arejee katika maelezo ya darasa nambari 41, ambayo imetangulia, na hii ni darasa nambari 42. <coughs> Uh, lakini kwa kifupi tulisema atawasul ni njia ni, ni process ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ya ya mja aipite njia hiyo, njia ya kimaana, sio njia ya barabara yani, e, aipite njia hiyo na utaratibu huo katika kuifanya dua yake iwe karibu zaidi na kujibiwa na Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala. Kwa mfano Mwenyezi Mwenyezi Mungu azza wa jalla, e, katika utaratibu aliotuwekea ni kuwa mtu e, anaweza kumwomba Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kwa amali njema ambazo amezifanya, akasema: ya rabbi, naomba unipe kadha na kadha, ikiwa nilifanya amali kadha kwa sababu ya kutaka radhi zako, amali hiyo nilikutakasia ewe Mola, mola wangu. Ama akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutaja majina yake kama tulivyofundishwa katika Qur'ani, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Mwenyezi Mungu anayo majina yaliyo mazuri sana basi muombeni kwayo. <clears throat> tukataja katika darsa iliyopita kwamba inajuzu kutawasali eh, kujisogeza kupitia njia ya kujibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutaja majina ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla au kwa amali njema kama ambavyo tumesema, na darasa ya leo inasema wayajuzu atawasulu bihubina, na inajuzu kutawassali kwa mapenzi yetu, bihubina, kwa mapenzi yetu, wa hubbillahi lirrasuli wal auliya na mapenzi ya, e, ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa, kwa, kwa mitume wake na mawalii wake. E, hii sentesi fupi imekusanya e, tawasuli mifano ya tawasuli miwili, mifano miwili. Mfano wa kwanza, kutawasali sisi kwa amali yetu, lakini amali hii ambayo umetajwa hapa ni amalun qalbi ni amali ya moyoni. Unafahamu, katika amali za moyoni ambazo Allah anaziandikia thawabu ni mtu kupenda kheri a e, kupenda kum, kupenda kheri, kumpenda Allahu jalla waala, kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mapenzi yake ya kuwapenda watu kwa kuwa ni watu wa Mungu, hiyo nayo ni ibada. Kadhalika kuchukia mambo mabaya, hiyo nayo ni katika ibada. Kuchukia mambo mabaya na kuwachukia watu wabaya, huwachukii kwa sababu ya rangi zao, kwa sababu ya nini makabila yao, lakini unawachukia kwa sababu wana mkhalifu Mwenyezi Mungu eh, jalla waala. Unajua, <coughs> mwanadamu anapenda na anachukia. Kwa hivyo, eh, mwanadamu akiweka mapenzi mahala pake inakuwa ni ibada na akiweka chuki mahala pake inakuwa ni ibada eh. E, kadhalika kuna kutawasali kwa majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na sifa zake. Katika sifa za Mwenyezi Mungu azza wajalla, kwamba yeye anawapenda manabii na anawapenda mawalii yani, wacha wachamungu, mawalii wake yani wachamungu. Katika huu mfano aliotutajia hapa, amesema inajuzu sisi kutawasali kwa mapenzi yetu, e, atawassalu bihubbina kwa mapenzi yetu ya kumpenda Allah kwa mapenzi yetu ya kumpenda rasuli na mapenzi yetu ya kuwapenda e, mawalii watu wa Mungu subhanahu wataala. Kwa hivyo mfano wa tawasuli hii ni kutawasali kwa Mwenyezi Mungu azza wa Jalla kwa amali njema, lakini amalun qalbi, amali ya moyo. Wala shaka kwamba amali za moyo ni katika kubwa sana katika amali, yani ni amali kubwa zaidi kuliko zile amali za kiwiliwili. Kadhalika katika mfano huu ni namba mbili, mtu anatawasali kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuwapenda waja wake waliowema manabii na mawalii. Kwa hivyo kwa mfano huu inakuwa mtu ametawasali kwa sifa katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaani mwenye kitabu anataka kutanabahisha mimi nikisema Mwenyezi Mungu Jalla Waala, ninatawakali kwako kwa mapenzi yangu ya kumpenda mtume au kwa mapenzi yangu ya kuwapenda mawalii wa Allah, hapa sijatawassali kwa mtume, anataka kusema hivyo. Hii haina maana ya kwamba mtu ametawassali kwa mtume au ametawassali kwa mawalii wa Mwenyezi Mungu Jalla Jala Waala, kwa sababu hapa kuna mvutano kwamba rai sahihi inasema haijuzu kutawassali isipokuwa kwa jina la Allah na haijuzu kutawasali kwa jina la mtume wala kwa sifa za mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo, hapa mtu ametawasali kwa ibada ya ibada yake ya moyo ya kumpenda mtume na kuwapenda mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama katika mfano huu, unakaribiana na mfano wa kiapo, ukisema nina apa kwa Al-Kaaba ni haramu kwa sababu al-Kaaba ni kiumbe. Wewe unaapa kwa kiumbe, na haijuzu isipokuwa kuapa kwa muumba. Lakini angalia, unaweza ukasema ninaapa kwa aliumba al-Kaaba au ninaapa kwa bwana wa al-Kaaba. Kwa hivyo, kuapa kwa al-Kaaba, umeapa kwa bwana wa al-Kaaba. Ninaapa kwa yule ambaye anamiliki uhai wangu, haujaapa kwa uhai wako, umeapia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa alitaka kutoa shubha hii, akasema wayajuzu na inajuzu atawassulu bihubbina kwa mapenzi yetu wa hubbi llahi lirrasuli wal auliya, mapenzi yetu ya kumpenda Allah, eh, mapenzi yetu ya kumpenda rasuli na mawalii na, ma, na tunasema Allah, pia tunatawasali kwa sifa yako ya kuwapenda mtume na mawalii eh, hiyo inajuzu. wa qissati ashabil ghari alladhina tawassalu biamalihim saliha, mfano mwingine wa kutawasali kwa amali njema ni mfano wa ni, ni kisa cha watu wa pango, wameitwa ashabul ghari, watu wa pango. Hawa ni watu walikuwa wanasafiri. <coughs> fa awahumul mabit, ukawafika uka wakati wa kulala, yani kiza, kiza kikaingia, wakalazimika kwenda kuingia katika ghari, katika pango. E, pango linajulikana ni kwamba inakuwa ni uvungu e, ni katika jabali ni uvungu katika katika majabali e, mtu anaweza akaingia akajihifadhi juu, kama kuna paa namna hii. Nikisema uvungu Kiswahili inafahamika, lakini kwa bahati e, sijui ni nzuri ama ni mbaya e, inaweza kuwa ni bahati nzuri, kwa sababu tume, imekuwa ni sababu ya sisi kupata somo na imekuwa ni sababu ya wao kutajwa na historia yao kubakia katika katika ndimi na mfano wao unatumika katika dawa, huenda ni mfano mzuri ukiangalia okay, kwa jicho lingine walipatwa na matatizo. Kwa, kwa jicho hilo dogo unaweza ukasema ni mfano mbaya. Kwa bahati mbaya likateremka jiwe likaziba lika pango lao, hawawezi hawa kulisukuma wala hawawezi kumwita yeyote akawasikia huko waliko, ni porini na na sijui kama kama watu watawasikia, kama wanaweza kukabiliana na lile jambo, wakasema, hakuna isipokuwa n Mwenyezi Mungu kitakachokuokoeni. Kila mmoja wetu amuombe Mwenyezi Mungu azza wa jalla kwa amali zake ambazo zimekwisha kupita, zilizokuwa na kiwango cha kuwa zilifanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, kwa ikhlas, hazikufanywa ili mtu apate sifa ama ajionyeshe. Kwa hivyo kila mmoja wakafanyia waka kazi ule ushauri wao, kila mmoja akaomba kwa amali yake. Hapa sitaki kuzitaja amali, anayetaka na arejee katika kisa, kipindi changu ni kifupi. Kila mmoja akataja amali yake Akaanza wa kwanza akaomba kwa amali yake, ikiwa ya rabbi nilifanya amali fulani kwa ajili ya kutaka radhi zako, tufariji kutokana na hali tulionayo. Likafunguka kidogo, lakini hawezi kutoka. Akaomba na wapili kadhalika, likafunguka kidogo, lakini hawezi kutoka. Akaomba watatu, likafunguka kiasi wanaweza kutoka. Hicho ni kisa kimepita kabla ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili tupate somo. E, e, Mwenyezi Mungu azza wajalla akamtuma Jibrili akampelekea wahai akamfunulia kisa hiki kiwe ni somo katika masomo ya atawassul bil a'mali salihah, na ili iwe ni somo kwamba matendo mema huwa yanaokoa wakati wa dhiki na matatizo. Kwa hivyo anasema kama ilivyokuja katika kisa cha ashabul ghari, alladhina alladhina, wale ambao kwamba tawassalu bi amalihimus saliha, ambao walitawassali kwa matendo yao yaliyo mema Allahu anhu Mwenyezi Mungu akawafariji. Uh, katika darasa iliyotangulia nambari 41, alitaja uh, atawasul aljaiz, tawasul inayofaa kutawasali kwa majina na sifa za Mwenyezi Mungu azza wajalla, namba moja. Namba mbili, kutawasali kwa amali njema. Hapa anataja tawasuli ambayo haifai, atawasul almamnu, tawasul isiyofaa wa huwa duau, yani kigawanya cha pili ni atawasul almamnu ni tawassuli iliyokatazwa. wa huwa duaul amwati, na tawassuli hiyo ni kuwaomba wafu. wa talabul hajati, na kuomba haja minhum, kutoka kwao. kama huwa waqiun alyawma, kama ambavyo inatokea katika wakati tulionao. wa huwa shirkun akbar, nayo ni shirki kubwa. Kabla hatujataja dalili, ee, je, jambo hili ni kweli linatokea katika wakati tulionao? Aljawabu, naam, ndio sana tu, e, we nenda kaburini wakati wa usiku au wakati wa mchana e, ni nadra wakati wa mchana, takriban mara zote, lakini hata wakati wa usiku ni nadra kukuta hakuna watu wanazunguka kule ndani ya makaburi. Hawakwenda kuzika wala hawakwenda kufanya ziara ile ya kisheria, watu wametoka mbali, mtu ana matatizo, anaenda kuomba katika kaburi la shehe wake, katika kaburi la babu yake au la bibi yake au la nani katika wanaoitakidiwa kuwa ni mizimu. Na hii ni itikadi ya batili na ya uongo. Wanaenda kusema mwacheni kijana wenu, fungueni milango ya kheri. Kwa hivyo, watu wana- wanaomba makaburi, au mtu anamwomba mwenyezi Mungu azawajala, lakini kupitia kaburi. Katika sura gani? Mwenyezi Mungu, ninakuomba kwa mare, kupitia marehemu fulani, kwa jaha ya marehemu fulani. Au hasemi hivyo lakini uh, akienda pale kaburini hamuombe yule marehemu, anaomba shida zake kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa'ala, lakini anaitakidi kwa kuwa nimefika katika hili kaburi, kwa hivyo anatawasali kwa ile amali ya kufika pale kaburini na kumridhisha marehemu anavodai yeye, kwa hivyo Mwenyezi Mungu azza jalla atamjibu dua yake. Kwa hivyo, naam, watu wanatawasali kwa makaburi hiyo ni nyingi sana. Mfunguo tatu watu wanaenda makaburini sio kwa sababu ya ziara ya makaburi Wakati mwingine unapishana na watu mnaenda kuswali, wao wamebeba majembe, wanaenda makaburini e, kwa sura ya kusafisha makaburi, lakini e, nyuma ya, ya hilo kwamba kuna kuwaridhisha marehemu. Mambo yetu yameharibika, hayaendi vizuri ikiwa hatukulimia makaburi. Kwa hivyo tukilimia makaburi ndio tunasafisha njia. Hii ni aina ya, ya kutawasali kwa kwa makaburi. Akasema kama huwa waqi'un lilyawm, kama ambavyo inatokea hii leo liqaulihi taala, haijuzu kutawasali kwa wafu kwa kauli yake Mwenyezi Mungu aza wa jalla, wala tadu min dunillah, wala usiombe kinyume na Mwenyezi Mungu, ma mala yamfauka, hao hawatakunufaisha. Hii ndio tafsiri nzuri ambayo haita kuingiza katika utata wa mafumu Usiwaombe wasiokuwa Mwenyezi Mungu azza wajalla, kwa sababu hao ni katika wale ambao la yanfauka wala yaduruka, hawamiliki manfaa wala madhara. Fa in faalta, ikiwa utafanya hivyo yani, utaomba kisicho Mwenyezi Mungu. Fa innaka idhan min adh-dhalimina, wewe basi utakuwa ni katika madhalim. Tafsiri ya madhalim katika Qur'ani ni ashirki. Inna ash-shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. E, ndio maana mwenye kitabu hapa akatafsiri ay minal mushrikina, Ukifanya hivyo wewe utakuwa ni katika washirikina. E, tukutane katika sehemu ya tatu, sehemu ya tatu yani ya somo hili la at-tawassuli, ambapo tutakuja kuzungumzia at-tawassulu bi jahir rasuli, kutawassali kwa jaha ya rasuli sallallahu alayhi wasallama. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.